Mbani, mambo vipi tena mtazamaji wa Master TV. naitwa Alex Ali 26 kitengo baba biende kamera niko na kabisa mtumbadi Mbani. Leo tumembananisha mshikaji fulani hivyo wakwenda sana, nadhani kwa wale ambao wana, wanajua industry yetu ya wa muziki kuanzia kule mpaka time hii hapa, huyu mshikaji sio mgeni sana kwenye macho yao. Leo tuko naye hapa, anitaga azu <laughs> Oe, na kwaje? Sho kali mwanangu da dua kuliko. Ah, si unajua. Kuna watazamaji wa pengine wangetamani kujua majina yako halali yale, yeah, mm -hmm. yeah, uh -huh. Kwa majina mimi naitwa Chazzy World Wide ndio jina langu. Ah, ni ngumu sana kwa sababu unajua Nyamwezi sometimes ndio huaga na majina Kinyamwezi, yeah. Lakini kwa ufupi tunataja tushazi, sio mbaya zaidi y yeah. Kuna namna mziki umekulipa mwanangu, mpaka time hii um, mziki umeilipa kwa vitu vidogo sana, ndo kwa maana sometimes tumepata kidogo chetu, tunajitengeneza sisi wenyewe yeah. Ongea kwa nini tunabomba mm hapa -hmm. Afu imeandikwa Shazi yana yeah, yeah, hii hapa mali mwanangu, nilikuwa na mali ya kwanza ile pale. Mali ya kwanza ile pale mabrother wangu ndo alinunulia kiukweli tu, lakini mali sio mabrother ambao wamenunulia. Yeye ni mwenyewe. Ma yeah, mm, eh focus. Ya, yeah, tumefocus kidogo tu kidogo kidogo, tukaungaunga tukanua ile ya kwanza, ila mabrother ndo wamenunulia ile. Akaliendaje akakitu? Aka hapa. Yeah. <coughs> Hela ndogo tu mwanangu ni hela ndogo tu. Naje? Mzee hela yangu ambayo nimeinua. Ni hela ndogo ya. Kumba ina maana na hii pia tena ni hela ambayo unamiliki. Yeah, ni ya kwangu. Mhm. Yeah. Bana kitambo sana mwanangu atakuone kwenye ndafsi yetu ya muziki vipi, wapi ulipo? Yeah, kitu ambacho nimekuja kuangalia nikija kuangalia, tumeandaa magoma mengi sana. Nina goma zaidi hata ya um, hamsini. Tena hayo ni mawe kabisa. mm. Tukisema labda tuanze kuamka, tunaamka kabisa lakini kitu ambacho mimi kinachonifurahisha ni like management. Unajua sometimes siwezi kujibeba mwenyewe hata kama nina hela kiasi gani, lazima nipate management ambayo inaweza kunisimamia ili mradi nianze kuumuka, kwa sababu nikiwa ninaachia goma nitakuwa ninaachia bila mipangilio, lakini nikiwa chini ya usimamizi kidogo ninakuwa nina mawazo tofauti tofauti ambayo ninayapata kutoka kwao. Kidogo nikiwa ninaachia back to back, itakuwa ka like kuna wepesi fulani ambao utakwepa kwa sababu utakuwa na promotion. Ya, kwa sababu mimi mwenyewe nikisema nini naacha kwa sababu nina hela gumu utajikuta naskia mwenyewe ndani tu. Inakuwa it makes sense. Inakuwa kama naharibu hela bure. Ya. Kuna namna, kuna washikaji wanaweza kusema ah, Shazi kabadilika. Hivi umebadilika wapi? Ya, nimebadilika kwa sababu nimeacha kwanza kuvimba. Unajua nilikuwa na nata sana. Na nata sana. Kumbe unajua hicho kitu. Ya, kwa sababu nimekuja kuangalia maisha, kuna nata ipo tu. Unanata afu unaela bro unajikuta bishoo nini, unanatafuta hela, unategemea unategemea ndugu zako wa Ulaya, unategemea ndugu zako wa Marekani. Eh, pambana, sijui unielewa. Okay, nataka upambane ni uoneshe hustle yako kwamba yani mimi ni nani, hela unaipata kwenye mitingi gani? Umeona, sio kwamba labda unafanya kazi ya muziki afu auna chochote ndani, auna chochote unachokimiliki, unakuwa una pretend unakaa kwenye simu tu data. Eh, brother au mshikaji au mama baba Tunaishije? hata kadara kumi kwa mwanangu, ah, mimi sina maisha bro, natakiwa mwenyewe unione ninavyopambana, afu ujue kwamba natwela wapi, shazi kama shazi. Kama ulivyosema, maisha yamebadilika, unajua kila kitu kubadilika yeah. Bana, pengine sasa hivi magoma mangapi ambayo yapo kwenye boksi? Ya, kama nilivyokuambia magoma ambayo yapo hapo, hapo, hapo zaidi ya 50 mwanangu, lakini kuna magoma hapo, kuna goma moja, hii ngoma kusema labda niachie na video hii, inatupeleka mjini, kwa sababu hii ngoma nimefanya na Stone, pia kuna mtu mwingine tumemshirikisha, lakini kumuongea kwa sababu ni goma ambayo ni kali kisenge. Yaani, tukisema labda tuachie goma, yaani hata tukaliongea kabla hatujaliachia, lakini tunatakiwa tufanye na video moja kwa moja. Lakini ni mimi na Stone, na kuna mtu mwingine ambaye tumemshirikisha ndani yake, lakini vikiwezekana hivi karibuni tu, kwa sababu nishaanza kuongea na watu ambao like management ambao, e, inanijia nijia. Kwa hiyo tunatakiwa tukae chini, tuzungumze, tuangalie budget ya video. Ikipatikana budget ya video tu na kazi itakuwa ni kubwa sana kama kutoka wako kwenda mbele, meneja muhimu ya meneja muhimu, tunadondoka kazini. Yani ndugu yangu, itakuwaaje? Ndio ya mwisho audio ilikuwa sio piano kabisa, niliimbia like mapenzi, nimesimamia hapo, lakini kitu ambacho kinakuja ni jiwe. Na so ngoma itu hivyo ngoma, yeah. Wewe mwenyewe utaiona tu, lakini ngoma ni jiwe, yeah. Yaani like tukiachia, yeah. ni mawe, yeah. Sasa hivi kuna wenzetu wanapiga ngoma tunaenda mjini. mm. Wewe vipi kwako? Uh, unajua mimi siishi kwa sababu yani tuseme like kama bendera mimi siende na upepo wa watu ambao wanavyotembelea mimi na upepo wangu lakini mimi naangalia watu wanapenda nini so kwa sababu fulani amefanya hichi kitu na mimi ndio ni force kufanya kile kitu. Labda mimi uwezo wake ni mkubwa mimi na uwezo mdogo. Hawezi kujua. Kwa mimi nafanya kitu kufuatana labda na uwezo wangu mimi ambao ninao. Ya, lakini mimi nikipiga kazi na mimi naisikia kwamba hii kazi nitakayoachia ni lazima nenyewe ende mjini Ya. yeah. Nmna naza kahitajisaoti ile nguvu, tukiachana na manager, ile nguvu, kazi yako iwe kazi na ifanyikie kuwa kazi, ionekane kama ni kazi, unaiweza ya hiyo hapo, kwa sababu kuna vitu baadhi ambayo like promotion, kwa sababu mimi kitu ambacho nimekuja kugundua, kazi ambayo inatokwa, niachie hapa karibuni, kwa sababu hii ngoma stoni mwenyewe anaitaka Anaelia Anaelia. ni. Eh, ee, kwanza usuni... kionjo kidogo. Wewe, yes. Siwezi kuachia kionjo mwanangu. Mwanangu, kidogo tusikie. Suni lakini sasa hivi siwezi kukuachia kionjo chochote kwa sababu nitakuwa kama vile nimvujisha kitu eh. Mimi sitaki kuvujisha, nataka nifanye like surprise, okay. Ya kwa mafans wetu na kwa watu ambao wanatuangalia zaidi kwa sababu kazi ni kubwa sana, ni kazi tu ukisikiliza like na feeling ndani yake Yeah. Labda, labda, ya labda tungetegemea sasa baada ya hapa pengine kuna namna fulani hivi unaweza ukaomba msaada kutoka, kutoka kwa wasanii wote wale, yoyote msanii ambaye unaona kidogo yuko viral, yupo ndugu yetu Nyago yupo, follow yupo nani Diki kama ulivyomtaja hapo Alistone, pengine hajawahi kukupa msaada, mwanangu nitakusimamia hapa mpaka pale utakapojipata. Eh uh, mimi kwa wasanii mimi sijaona msanii ambaye mimi ameshawahi kunisaidia kwa wasanii wenzangu kwa sababu mimi naona tu, sina tu, yani sina bifu na msanii yoyote, sina kinyongo na msanii yoyote, lakini kikubwa katika industry yetu inabidi tupendane. Yani unajua kwamba hata kama nikiachia kazi like kushare nini, umeona, unajua ni kazi ya mwenzako bwana Chazzy kachia goma, inabidi like promotion tu support, hata kwa status ya labda like kushare kitu kama hicho. Mbona wao wanachia magoma na sisi sometimes tuna tuna support, lakini unakuja kukuta kisha jua fulani kachia jiwe, ah, hii tu support inakuja kuzima kale kanyimbo kangu. Kwa hiyo kidogo tunakuwa tupo chini, lakini sio mbaya. Sapoti mimi nataka support kwa kila msanii, siwezi kuzala msanii yoyote hapa kati. Yani msanii wowote yule mimi kwangu ni mkubwa hapani, kwa sababu siwezi kujua mtu ambaye anaweza kanisikia kesho yeah. Hivi umu, umu, nani, umu waga mna ule utaratibu bana? Ukitoa nyimbo yako kabla ya siku tatu nyimbo yangu mimi haijaita ina hiti afu iko viral sana Afu wewe msanii mwingine unatoa nyimbo alafu na ya kwangu bado haijafikia vile vigezo. Hivi unaweza una, una, una, una, una kumshtaki mali. Wewe utaratibu wapi hapa kambini? So, utamstaki mtu vipi na kila mtu anataka aende mjini. Kila mtu anajipambania anataka aende zake mjini. Hata nyimbo mbaya. Inaweza kaenda tu mjini. Unajua hiyo shule tutokea kwa Mario. Mario na Diamond. Kama nakumbuka hizo ngoma zipigwa pale. Eh, yeah, okay? Mm. Kuna namna Basata iliingilia kati pale kwa sababu Diamond kuna namna alichomeka kabla mwanzo wake ngoma yake haijaisha. Eh, kwa sababu ile pale yani, Diamond hakutoa taarifa kwamba anaacha ngoma. Umeona? Yani, Diamond yani yeye alifanya like surprise. Okay. Kama ninavyokuambia alifanya surprise kwa mafans. Yani ala surprise kwa sababu aliona Mario kaachia na Mario yule alikuwa ashajigamba. Unajua hii ngoma hapa inakaa yani, trending moja mbili tatu Adamu ndo akasema acha mimi nikuoneshe sasa ubaba. Ndo pale akaonyesha sasa ubaba yani. Kusimama kusikwambia, kuna namna Basata iliingilia pale. Eh, lazima kwa sababu anajua yule ni dogo, lakini mwisho wa siku kwa Basata hawezi kusumbua Adamu ndio. Eh, japokuwa Basata tunajua ndio mababa pale. Eh, lakini hawezi kumsumbua. Kumtishia, Kumpiga mpiga tu nini pere nini fresh kuzugisha kama fans. Wajua, labda wanasumbua lakini hamna kitu. Hivi kitu gani ambacho hatukijui kwa sasa hivi kuhusiana na Shazi? Kitu ambacho hawakijui, Shazi ni msiri mwanangu. Shazi ni msiri. Chazzy, so kwamba so, e, so, kwa sababu mawe ambayo anakuja kuachia mwanangu da, sijataka kuongea, kwa sababu siwezi kujua majanga ya kesho. So unajua ratiba zinaingiliana, lakini naisi kwamba ratiba zangu zikikaa vizuri bro

na wewe si trust wanawake? Mimi mwanamke yote waga si mtrust kivyo vyote, yeah hata mamangu mzazi, siwezi kuvua kofia hizo. Na ni dongo tu, ni dongo tu kama kawaida, lakini na majini na majini ikisema nivua hapa Unajua, kuna mzuka ule unakuja ule, na ndio maana sasa hivi video zote nikiwa naachia kichwa kipo wazi. Unasema uliacha kunata, kwa nini? Kwa sababu ni kama vile nina pretend, sipendi ku pretend, yani ku fake life sipendi, yani kama vile ninajifanya ni nacho afu sina, ulijua kabisa uko unajifanyisha, amna pale. Mimi nilikuwa nina hela, lakini sasa hela zina mwanzo na mwisho, bro. Umeona, hela zina mwanzo na mwisho. Nilikuwa nina hela, lakini sasa hivi nina hela kawaida kama, so kama vile kibunda mbacho nilikuwa nacho zamani lakini sasa hivi nina kibunda lakini ni cha nomo. Nina hela mm, kawaida tu sana kukaa, kuenjoy mimi na familia yangu mm, tuna, pia lakini na, najiangalia naenda Dar es Salaam ili nifanyeje? Okay, yeah. mm. mm, mimi bado ni na, yeah, ni nipo, nipo, nipo na so, na familia tumekukuta kwa kwa mm. mm. oh, oh, afu tunakaa Sometime tunacheza game, nini fresh? Tuna refresh mind pale kijiweni. Poa. Kitu kama hiko yao. Hivi Monako party mwanangu ile inaje? Ah, Monako ndo nini? Party. Ndo nini? Kuna party fulani hivi mko gana, inaitwa Monako party. Ah, mimi sijui hiyo mwanangu, mimi najua Monako ni pombe tu. Eh, Monako ni pombe. Sio kama Monako party. Mimi huyo. Eh, uliniona? Ulikuwa hapo? Ah, mimi sijui mwanangu. Kuwepo alikuwa hapo mshikaji wako Aristone. Ah, Aristone alikuwa hapo na party na wao. Mimi sijui. Ya yeah, mimi sijui kabisa. Tuna tuna washikaji kama watatu hivi, tutajie majina naam. Tuna washikaji kama watatu hivi, tutajie majina yake. Mimi nina Stone, nina Rafa, pia nina nina Zona. Yes? Mm. Katika au marafiki mm, Yupi ambaye kwa safari yetu anaweza akakosa? Kwenye, kwenye nani ile? Boda boda imejaa mwanangu baki. Ah, mimi si yani bora nikale tanki. Mm, nikala tanki tunatembea, tunaosha chopa. Mafuta yametuishia. Nani atoe hela? Wote. Au kama mimi ninayo naweka. Wote. Wote lakini mimi nikiwa yeah, hela naweka yoyote akiwa so okay. Kama kama za, za kumtapeli mtu kwenye mikopo lazima nakuja dogo, naomba yeah. Katika wote nawaamini, na ndo maana kwa marafiki zangu mm. Ukiwa mnafiki maikiwa mnafiki, na mnafiki, mnafi nakuchana palepale Aga, sitaki ushikaji na wewe, ni mnafiki basi. Nakuambia mwanangu, sitaki unafi, unazingua jikatae basi. Eh, mimi nitaishi na wewe vipi, mpaka lini, babu wewe ni mnafiki na wewe ni mkiwa uh -huh. uh -huh. nne. Okay. Mm. Utamshakia yeah, na. Kama nimeibiwa kitu kwenye gari, tuseme simu yangu ipo wapi? Hakuna alioa nikitafuta kitu gani? ya kikubwa ni kwamba tusisahau kusubscribe ya Mastaz TV. mm -hmm. ya yeah, kitu kama hicho, pia msisahau kunifollow Kwenye Instagram Shazi, kwenye YouTube, usisahau kusubscribe na kuchan, na, na, kushare channel yangu. Nawapenda sana ndugu zangu zanguni, tusaidiane, tupendane mona, tupendane pia. Hii ni kazi, tufikishane mbali. Mwenyezi Mungu atatujalia, pia na Masters TV itafika mbali pia Nyago. pia umpe yeah. Nyago, Nyago, Nyago hai ni mtu ambaye ametutambulisha lakini Mungu amjalie na tamfikisha mbali pia. Oya mwanangu hai popote ulipo, mshikaji wangu ukimuuliza yeah. Hey okay, bwana Chazzy vipi? Anakuambia ni familia yeah. hapo ndo Chazzy, Chazzy, World Wide yeah. amekalia bomba hapa kama nakwambia, alijipata kidogo kidogo maisha amemkaa yeah. Bana mimi nitwa Alex R26, kitengo baba nyuma kamera niko kabisa mtumbadi. Mimi nasema asante sana kwa kwa wewe ambaye ume, umeochi hii interview Nisema shukrani sana kwako kwa, ambayo ushasubscribe channel yangu ya Mastaz TV. Nyuma kamera yangu kabisa mtumbadi. Shukrani sana kwako kwa.